Mbele ya jengo hili tunaoliona na Sunshine kuna mita kama 65. Jengo kapsoni zote zimevunjwa bila ya taarifa kwa mkandarasi, wizara, wala sisi wakala wa barabara, kitu ambacho inaonyesha ni kiburi cha hali ya juu na ni dharau. Najua ni pesa nyingi zinatumika kujenga miundo mbinu, serikali imejikakamua Kapunguza mishahara wafanyakazi aongeze mishahara, kwa sababu tunataka tutengeneze miundombinu kwanza, baadaye mishahara itavuja, ili kuboresha uchumi wa nchi na wananchi. Watu kama hawa kwa kweli wanasikitisha, wanasikitisha. Ilikuwa apeleke maombi yake, atoe na sababu. Sijajua kwa nini amevunja, maanake mita sitini na tano ni kitu gani anachofanya? Na kama kuna eneo lipo hapa ameweka labda analokusudia ili eneo la hifadhi ya barabara lazima tukubaliane, ni nataka kuinvest. Tokea amevunja kwao, tunamtaka. Inasemekana mwenye eneo hili, na sisi ndio tunaamini mwenye eneo hili, kwa sababu izojenga ni usawa wa eneo lake. Ana investment kubwa, na huenda ana matumizi mengine ya baadaye ambayo sisi akutuelezea, angekuja kwetu akumsikiliza afike ofisini kwetu na mkurugenzi mtendaji. Mimi kuanzia sasa, asipofika sisi tutachukua hatua za kumshtaki nisheria, kwasaba ametuharibia miundo mbinu ambayo ni, ni gharama kubwa kwa sisi. Kwa hiyo tunamtaka Bwana tuliulizia jina anetoa Mbaruku Omari Ali kitu kama hicho. Atanisema kama ni sio yeye, lakini kama ni yeye, kwa sababu jengo lilichoharibika mbele ya jengo lake tunahisi ni yeye. Aweza katokea kwingine, kwa sababu capstone zilipoishia ukuta wake ndio zilipoishia kuvunjwa. Kwa nini siendelezwe mbele? Kwa hiyo, kwa kweli hii ni dharau inatuumiza hasa kama mimi ambao ni mdau mkubwa na kuonesha juhudi za serikali na uchukuliwa zikibezwa mtu kama una pesa zako fine well, lakini fata taratibu. Si tunataka wawekezaji sana, kwa sababu hapa tutapata ajira wengine na nini? Hii ni fata taratibu, si unajivunjia tu hapa haya. Mtu wa kawaida ana eneo lake, kuna capstone analeta ombi, tunamwambia haiwezekani. Mbona ule kavunji? Dharau kweli.